Asante sana sanaFelista Masai kutoka studio namba moja. Ni wakati mwingine mzuri, mpendo mtazamaji, ninapokaribisha katika uchambuzi. Jina langu naitwa Aziz Hashimu, studio niko na mchambuzi wetu Elvan Istanbul. Mada ambayo tutajadili leo ni kuhusu agizo lililotolewa na waziri wa mambo ya ndani Kangi Lugola, akimpa wiki mbili mkuu wa jeshi la polisi IGP Simon Sirro, kumweleza kwa nini shughuli za uzalishaji mali zina koma inapofika saa sita. Eh, maduka yote lazima yafungwe kuanzia saa sita, mabasi yatakiwa kusafiri kuanzia saa sita. Je, hali hiyo ni kuonyesha kwamba jeshi la polisi limeinua mikono kwa majambazi? Stambuli, bila shaka umemsikia vizuri eh, bwana Kangi Lugola, na hicho alichokisema, unalipa kuzungumza eh. Nimemsikia, nimemsikia waziri kamwa- actually kamwambia kwamba baada ya wiki mbili a uh, IGP Sirro aende na makamishina wote eh, wa polisi kwenye ofisi yake ili wakamweleze waka, waka waka, waka mikakati yao, nafikiri kuhusiana na hili tatizo ambalo saa sita mara nyingi ndo inakuwa mwisho wa shughuli nyingi, e, shughuli za ba e, shughuli za barabarani kwa mfano mabasi kutembea e, anasema mwisho saa, saa sita hakuna movement hizo na agizo la, la, la rais, au, au au sera sasa hivi ni Tanzania ya viwanda uchumi wa kati. Sasa Kangi Lugola anaona kwamba tutafanyeje kama watu hawatafanya kazi kwa masaa 24. Ee, nakumbuka mimi zamani kwamba tulikuwa tunasafiri usiku, mabasi yalikuwa yanasafiri usiku, nilikuwa natoka hapa e, tunaingia basi saa mbili usiku tunasafiri na usiku kwenda Moshi ee, usiku kabisa, lakini sasa e, baada ya majambazi kutokea kuvamia vamia na nini ile hali ikavunjwa. Tuseme sasa sa sasa Kangi Lugola anataka kurudisha kule, kwa sababu Tanzania sasa hivi tumesema Tanzania uchumi wa viwanda eh, uchumi wa kati tunataka sasa. Kawapa assignment kwamba kwa nini huu utaratibu umesitishwa? Je, polisi wamesalimu amri kwa majambazi hasa? Ndo tusubiri jibu la la la la, la IGP Sirro na na timu yake. Unafikiri sasa baada baada ya, ya, ya majadiliano ikitokea, kwa mfano hii sheria ya kufanya kazi masaa 24 bila kuwa na hofu ya usalama ikarudishwa, jeshi la polisi na nguvu kazi iliyonayo inaweza kutosha kuhakikishia usalama wa Tanzania kwa saa 24, kwamba baa zisifungwe, maduka yasifungwe, wala mabasi yasisimame, shughuli zote ziendelee bila kuwa na hofu ya ujambazi? Nadhani hilo linawezekana. Linawezekana kwa sababu kwa sababu majambazi naamini kwamba majambazi wako wachache sana, wako wachache sana, na polisi, kuna kipindi fulani nilishuhudia wakisindikiza mabasi zile sehemu korofi, zile sehemu korofi wanakuwa na polisi wanasindikiza, kwa mfano mabasi au hata malori walikuwa wanasindikiza um, majambazi wako wachache, polisi wako wengi, polisi wana vifaa vingi vya kisasa tena uh, kwa hiyo wakifanya utaratibu mzuri wanaweza ukafanya hivyo. Kwa hiyo sasa, hata shughuli za kibenki ambazo zinafungwa ikifika saa kumi tu kwa sababu za, za kiusalama, e, nazo labda zifike saa mbili, saa tatu usiku <laughs> inawezekana hilo ah. Shughuli za kibenki ni tofauti kidogo na usafiri na usafiri, kwa sababu benki wenyewe kwanza hawana hiyo hiyo nguvu kazi ya watu kukesha mara nyingi sana, mara yingi sana, tupi tupi tupi sana tupi kwenye tupi. benki benki wako watumishi wachache ambao wanafanya kazi mpaka saa kumi na mbili au saa moja saa mbili hata mpaka saa tatu wanajifungia kule ndani, lakini kuwaambia tena wale wakeshe tena, watakeshe labda huko mbele ya safari, lakini kwa sasa hivi sidhani kama benki eh, kutakuwa na umuhimu wote wa benki kuwa wazi saa nane saa tisa za usiku. Tukija katika hoja ya msingi unafikiri eh, ili zuio la, la, la, la saa sita usiku litakapoondolewa Watanzania sasa wakaruhusiwa kufanya biashara saa 24, kusafiri saa 24, kuendelea na shughuli nyingine zote kwa saa 24. Je, zile ndoto za mheshimiwa rais za kuipeleka Tanzania kwenda katika uchumi wa kati zitawezekana? Na unajua kadri unavyofanya kazi kwa masaa mengi hasa ya uzalisi, uzalishaji e, na faida inakuwa kubwa e, kwa hiyo e, ile ndoto kama kweli kutakuwa hakuna tatizo na watu wakafanya kazi saa 24. Kwa vyovyote pale uchumi utakuwa, kwa sababu eh, kazi zitakuwa zinafanyika dabo. Tuseme sasa hivi kama marobota ya, ya pamba alikuwa yanasafirishwa na, kuja Dar Dar es Salaam mia mbili, sasa ikawa saa ishirini na nne yatakuwa mia nne. Kwa vyovyote pale hapo eh, yani kwa hesabu ya kawaida tu ambayo hata sio ya mchumi, uchumi utapanda Tusubiri mpaka baada hizo wiki mbili, tuone IGP Simon Sirro na makamishina na wake watakuja na majibu gani? Je, ni kweli wamesalenda, wamenyanyua mikono juu kwa majambazi? Jina langu naitwa Aziz Hashim, nilikuwa na evan Istanbul pendo mtazamaji mpaka hapo tumefika mwisho na kurejesha studio namba moja kuweza kuhitimisha global habari. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.